Amesema engineer. Hapa ujenzi umesimama, lakini changamoto kama ambavyo wanasema hiyo ya mafundi, lakini pia tunahitaji fedha kwa ajili ya kumalizia, ambapo tayari juzi tumeshawasilisha kwenye kikao cha kamati ya fedha na madiwani, ni kama wameridhia, lakini japo bado sio kwa asilimia mia, kwa sababu kuna vitu vitakavyo turudishe kwenye kikao ili wafanye maamuzi ili ujenzi uweze kwa sababu bado kuna ilo bweni hajakamilika. Kuna vitanda, madawati pia kwenye, mada kwenye madarasa yote. Mm. Mm. Kilichopo ni nini, ambacho hakipo nini? Nini kipo kwa sasa hivi? Kitu ambacho hatuna hapa ni mi, milango then na vitanda na madawati. Mm. Mm. Ndio tuna changamoto kumalizia. Simenti zipo, ila tofali pale, tulipata changamoto kwa mzabuni yule ambaye alokuepo mwanzo. Kwa mwanzo mkataba wake uliisha, ili wakati tuna renew ule mkataba, alitaka kuleta tofali moja kwa shilingi 2500, na mwanzoni tulikuwa tunanunua kwa shilingi 2000. Kwa hiyo ikashindikana, hizo hela za nzaku ilikuwa mojawapo kazi mojawapo mbili inatakiwa ifanyike ni kwa ili bweni then na madarasa tupate wanafunzi waingie na sehemu za kulala, inategemea mkuu, saingia milioni mia tatu mia nne depends. Kwa nini msiamue kutenga hela mmalize hii shule? Ndo hiyo mkuu, ambao tumepeleka kwenye kamati ya fedha wamesema mm -hmm. kwamba kuna tulioambiwa, kuna miradi inabidi isifanyike kama tulivyopanga kwenye bajeti. Kwao wameomba wapelekewe kujua ni miradi gani ambayo haita itaathirika ili waweze kuridhia, sasa hizo fedha zije huko. Tatizo hili ambao liko miradi gani au ni mradi huu ndio una shida tu. Sasa mradi huu tu ni, ni mradi huu yani, kuna mradi wa Msombwe pia wanakosa madawati na bembea kuna mradi wa Kilolo Sekondari na wenyewe wanakosa hiyo milango, madawati na vitanda, pia kwao ni shida ambayo ipo maeneo kadhaa kadhaa. Hapana mheshimiwa, hmm. Na, nafanya kama wengine wote wote wa hela kama sisi wameweza kumaliza, wameweza kumaliza, kwa nini hamalizi, mheshimiwa mwenyekiti? Moja ya changamoto tuliokumbana nayo hasa wilaya yetu ya Kilolo tulivyoanza utekelezaji wa miradi yetu ni wazabuni wengi kutokujisajili kwenye mfumo hasa wa maeneo ya karibu na, na miradi hiyo. Ilitupelekea wazabuni wale wa mbali na miradi kuomba tenda nyingi kwa wakati mmoja, na kama tunavyoona umbali wa kutoka mjini mpaka hapa kwao, nakuta walituletea vifaa hivi kwa bei kubwa sana kama ambavyo tumeona tofali awali alituletea kwa elfu mbili lakini tulivyorudia tena hatukupata mzabuni aliyekubali kuleta kwa bei iliyopo kwenye BOQ. Lakini mpaka sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumejaribu kutumia nguvu nyingi kwa, kwa kuwaconvince wazabuni wetu wajiunge kwenye mfumo ili at least tupate wazabuni ambao karibu na maeneo yetu ya miradi hiyo. Ni changamoto kubwa ambayo ilitukumba hasa sisi kula yetu ya Kilolo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ila tumetumia tumetumia nguvu nyingi kuwa konvisi, tumewaalika wa wataalamu wetu kutoka PPRA ili waweze kuwapa elimu toshelezi ya kimfumo wa zabuni, lakini pamoja pia na watumiaji wa mfumo hasa walimu, na wenyewe walikuwa hawana uelewa mkubwa wa mfumo. Nani, watu Itatuwia vigumu sana kwa sababu ya hatuna um, uzoefu sana katika kuzifanya hizi, hmm. Inategemeana kama ni pale mjini, lakini huku kumekuwa mbali sana, kama alivyo sema nani kwamba vitendea kazi huku kunahitaji vitendea kazi, nani, magari magari, uh, Mbali mbali tokea wapi? Tatizo letu siyo umbali, tatizo letu ni namna mnavyojipanga kwenye kutekeleza hii miradi. Mimi nakumbuka nimekuja hapa mnaanza msingi nilajengolile pale, maswali yote nauliza ika sipati majawabu, mkurugenzi huko hapo. Nimekuja mimi hapa wanaanza kuchimba msingi, afisa manunuzi anajua ananiambia tu uwongo hata hapa tulikofika ni zile juhudi tulizohangaika nazo Kilolo. Mmezoea kununua vitu kwa bei kubwa, tunajaribu kukata isiwe hivyo, wenyewe mnaleta maneno. Sawa, sa mimi nataka hii shule hii bai tarehe ishirini Juni mwe mmemaliza, na milioni arobaini na saba mtafanya nini? Sijui kama mnafanya kwa force akaunti. Andikeni mruhusiwe mfanya kwa force akaunti. Haiwezekani, tuache kumaliza hii shule, haiwezekani. Mkurugenzi kana na madiwani wako mkubaliane, waoneshe hela ulizozazo zobaa kwenye akaunti, mjue ni shilingi ngapi, mtafute watu tufanye hii shule. Mnielewa? Unajua, hata ukinaambia tofali ni shilingi elfu mbili mia tano sawa, nano mimi ata nimalize, tungemaliza ukasema baada ya kutumia mia tano themanini nimetumia mia sita hamsini. Sio kwa sababu vitu vimefanyaje, vimepanda bei. Haiwezekani vitu vimepanda bei, afu hata hujamaliza na hela umemaliza na inawezekanaje? <laughs> Eh, sasa tukubaliane, mkurugenzi, naomba mniambie tunamaliza lini hii shule. Tajitahidi mkuba, hii hiyo 20th tu tumemaliza <coughs> lolo tafuteni supplier wakubwa. mgogoro ulioko hapa, mama yangu, tafuteni supplier wakubwa, mkubwa na uwezo. Nakumbuka mwanzoni hapa alikuwa analeta CF simenti hapa, si ndio? hakuwauliza hii habari, ni mbali habari ya magari, hakusema lakini hawataki kumlipa, wanamzungusha. Ameamona yeye ameacha ame, ame, ame, ame, kuwa na interesti kwa sababu yeye ana duka kubwa. hawa wadogo wenu wataenda tu lakini wataenda at cost. Ukishakuwa una problem ya mazingira yako, lazima utafute njia ya kuishi. Njia bora ya kuishi ni kutafuta wakandarasi wakubwa. Tena CF alikuwa yuko tayari kusupply simenti, matofali, kila kitu, hadi mawe, si ndio? Kweli jamani, au mmesahau hao? Lakini sisi tumemess. Hawa hawamtaki kwa sababu hawapi wanachokitaka. Shida iko kwa manunuzi, sio kwa mtu yoyote. tutazunguka hapa manunuzi na injinia here hiya Kilolo. Tutaenda tatizo tatizo tu, utalikuta wapi pale? Tunakwenda hawa hapa, ndio tatizo letu. Haiwezekani ulalamika. Kama unatafuta supplier wa hapa, utawapata wapi kwa manunuzi. Supplier wa hapa kwenye kijiji hiki utawapata? Atakuuzia kuuzia simenti moja elfu thelathini ili akanua kule elfu kumi na tisa akuja kuuzia shilingi ngapi? Alafu unasema hapa supply ni kubwa. Lakini economies of scale kwenye, kwenye mambo haya ya majenzi lazima utumie akili wewe, mtafute mkandarasi moja mkubwa sawa, ambaye kwenye mfumo yupo, mwambie bwana, mimi na shule tano nataka uje ujaze, si ndio? Akishagundua kwamba hapa tapata kazi kubwa zaidi, hizi costs za transport, atafanya mawe, ataleta mchanga ataleta kila kitu, atafanya nyie. Hawa hamwataki ndio mgogoro wetu, na mmekaa hivi mmenunanuna kama, kama mnajion, mmejiondoa akili hivi, kama hamjui kinachoendelea. Lakini nyie ndio mnaituhangaisha kwa kweli. Rasi tutafute cha kufanya, ni afisa manunuzi na injinia hawa, tusaidie. Watamkwamisha huyo mkurugenzi tu hawa Inawezekana ni wazuri lakini sio mazingira ya shida kama haya. Tutafute wana uwezo kufanya kazi kwenye mazingira ya shida. Mama huyu labda amezoea kule hamna shida, mambo yake. Hapa panahitaji mtu mwenye akili na mwenye moyo wa kufanya kazi. the environment is difficult. Lakini zinahitaji mtu mwenye nini, mwenye moyo na dedicated kutaka kuona matokeo makubwa. Mkurugenzi, tukitaka kutoka hapa, tafuta suppliers wako watatu wanne tu, wakabidhi miradi yako, utatoka. Najua watakupinga sana wa, akitafuta namna ya kuwazunguka, ili tumalize miradi ya watu, na hata ukipata hizo fedha waikubali ukupa. Njoo tafuta injinia rasi, mletee mtu wa manunuzi wa kwangu, wakae wafanye, wapitie nini hakinatakiwa kwenye shule nzima utengeneze listi yako. ukishavijua hivyo vitu, unakwenda kwa wale wakubwa wa, jamani njoo tuongee, nataka vitu hivi hapa, naomba msupply. Utapata watu wa maana na uwe tayari kuwalipa in time. Najua atakusumbua wa, lakini wabana consult na rasi, ili tuwazunguke hao. Hawezi kutushinda. Kwa tarehe ishirini nataka tumalize hii shule, tumeelewana jamani? Najua ndio maana amkutaka nije huko, simnajua mnajua nimelazimisha mimi eh? Kwa rugha mnaniambia umbali, umbali kutoka hapi pia kwenye barabara ambayo tayari inajengwa, tuone haya. Tumeelewana jamani? Mkurugenzi, tafadhali naomba uje ukae na manunuzi pale mkoani, mkae, mje mpitie listi ya kila kitu, tunafanyaje ili tutoke. Hawa hawawezi kusaidia, sawa. So, yule mtu wa nani hapa, hapa Kilolo kuna mtu anaitwa nani, yuko umeme anaitwa nani Dismas Dismas, yuko hapa Dismas, eh? hii iye almashauri. Watu wote watu hapa mmesoma, mnaongozwa na mtu huyu mmoja anaitwa Dismas. Watu gani nyie, mnaenda shule kufanya nini sasa? kama tuna tatizo Kilolo, iko kwa mtu huyu anaitwa Dismas.